Fatuma Saidi anauliza, anaanza kwa kusema, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je, As kuchanjwa dawa kwa ajili ya kujikinga na mapepo nayo ni shirki? Alhamdulillah, waarabu sisi wayaman tunasema ee, lbagra litahlibhashufu wajha, manake ng'ombe yeyote unaona ambaye unapata kwake maziwa, kwanza angalia uso wake. Uso unakujua huyu ng'ombe hii maziwa nayo Kabla hujaangalia chini, unajua uso wenyewe hii anayo smeleo vizuri. mm -hmm. Swali hey, mimi nimeleta. Unaona, mtu anakuchanja we mwanamke, mwili ni mwanaume, angalia we sura yake, mtu wa dini anakuuliza jina ya mama, lete kuku, lete hivi